Tuseme katika viwanda tulivyonavyo au uwekezaji tulionao hapa sisi tuna asilimia ishirini na tano uh, uh, mwekezaji ana asilimia sabini na tano. Lakini uwekezaji huu ni uwekezaji ambao umekuwa unatupa maslahi makubwa sana, uh, hata katika ulipaji wa, wa dividend, uh, au wa, wa, wa gawio la, la wawekezaji mwaka juzi gawio ambalo tulikuwa tumelipata mwaka jana ilikuwa ni kiasi cha shilingi bilioni 16.5, lakini ukichukua mapato yote kwa ujumla, wanachangia mapato makubwa serikalini ambayo yanafikia kiasi cha shilingi bilioni 75. Kwa hiyo ilikuwa ni kipindi hicho, na nafikiri kipindi hiki pia uh, tutaenda kupata hivyo hivyo kiwango kilicho kizuri, ingawa kidogo uh, mwaka huu ma, mafaida ilipungua kwa sababu gharama za uwekezaji na za, za, za, za, za, za uwekezaji za kwa, kwa ujumla uendeshaji zilikuwa zimeongezeka kiasi, lakini sembe ni katika wawekezaji ambao tunafuraha nao sana, wawekezaji ambao wana maslahi makubwa. Lingine ambalo nilizungumze katika eneo hili, pamoja na hizo faida za kifedha nilizozungumza, tunafurahia kwamba ni uwekezaji kwa ambao wamekuwa unaenda muda wote katika shamba ambalo lilikuwa linakufa na leo linawaajiriwa zaidi ya elfu nne. Kwa, tunapokuwa tunazungumzia uwekezaji wa watu elfu nne ndio ambao tunatafuta zaidi, na sisi katika mashamba ambayo tunayo tutakuwa tunatafuta, tafuta pia wawekezaji wengine wazuri kama hawa ambao tunajua watasaidia watasaidia kuabsorb wafanyakazi wengi au vijana wengi ambao wanahitaji ajira. Kwa hiyo ni mojawapo kwa upande wa ajira, lakini pia kumekuwa na au wanavyohudumia jamii inayozunguka iwe ni shule ni hospitali na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo ni wekezaji ambao kwa kweli tunafurahi nao sana. E, uwekr Tumefurahi kuja kuweka jiwe la msingi leo, ujenzi umeshaanza na tunafikiri ndani ya mwaka ujenzi wetu utakuwa umekamilika na tutaanza sasa kupata matokeo makubwa na matunda makubwa ya ya uwekezaji wetu. This new distillery is a strategic investment that will expand TPC value chain, diversify our revenue stream, strengthen our competitiveness and most importantly, contribute to the country industrialization agenda.

I will also want to recognize the dedication of the TPC management team and the many colleagues who whose hard work and brought, brought us to this moment. E, na yote haya yakifanyika tafsiri yake ni kwamba sisi kama serikali ya mkoa e, tunapata faida kubwa kwa sababu e, watu wetu watapata ajira ajira itaongezeka katika mkoa wetu, lakini faida nyingine kubwa ambayo tunaipata ni mapato ambayo yanatokana na, na kodi kwa serikali. Siku zote serikali inahimiza uwekezaji ili serikali ipate mapato ya kodi ambayo yanatokana na uwekezaji mkubwa namna ambao unafanyika. Kwa hiyo faida ni nyingi, ikiwemo hiyo nalolisema la ajira kwa vijana wetu, kwa watu wetu, lakini pia mapato eh, yatokana ya na kodi baada ya uwekezaji uko umekamilika. Eh, lakini pia almashauri yetu ya Moshi Manispaa ambaye ndio mwenyeji katika eneo hili itapata mapato yake yatakayotokana atoka, na upanuzi wa, wa mradi huu mkubwa ambao umewekezwa katika, katika, katika eneo hili.